Nam, hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin ni Safi. Vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vimeanza kutekeleza wimbi la mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel ili kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya hapo jana ya utawala huo dhidi ya ardhi ya Iran. Awamu ya tatu ya operation ya kijeshi ya kulipiza kisasi ya Iran, Operation ya Ahadi ya Kweli tatu, ilianza mwendo wa saa saba na nusu usiku wa kuamkia leo kwa saa za Iran, baada ya awamu mbili zenye mafanikio, ambapo maeneo mengi ya kimkakati ya Israel yalilengwa. Shirika la habari la Iran, IRNA limeandika habari hiyo na kueleza kuwa, Israel imeanza kuhisi ghadhabu ya Iran usiku wa kuamkia leo, wakati Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran lilipoanzisha wimbi la mashambulizi dhidi ya utawala huo. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za vyombo vya habari vya Israel, katika wimbi hilo jipya makombora ya Iran yamepiga maeneo tofauti mjini Tel Aviv, Jerusalem ama al-Quds, Ziwa Tiberias, Haifa, Beersheba na maeneo mengine. Uharibifu mkubwa zaidi umeripotiwa Tel Aviv, ambapo angalau kombora moja lilipiga jengo la ghorofa 50 na kusababisha mripuko mkubwa ambao ulipelekea wingu jeusi la moshi kutanda kutanda angani. Katika taarifa ya pili baadaye, saa sita usiku, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limesema vitengo vya makombora na ndege zisizo na rubani vililenga kambi za jeshi la Israeli ambazo zilitumiwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran, pamoja na utengenezaji wa silaha za kiviwanda na maeneo mengine ya kijeshi ndani ya Israel. Usiache kulike na kusubscribe.